Lakini kwa maelekezo ambayo tulikuwa tumepewa na KAFU yote tumeyatekeleza, na uwanja umekuja vizuri. Dar es Salaam ni kweli, kuna mvua nyingi. Uwanja huu uwezo wake wa kuondoa maji umeboreka sana sasa hivi ikilinganishwa na wakati ule tulipokuwa na changamoto. Sasa hivi unaweza kutoa eh, maji humu ndani eh, kwa haraka zaidi ya mara kumi ya kipindi kile, kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye uwanja. Eh, sasa haya mengine ni maamuzi ya mamlaka zinazosimamia mpira. Eh, sisi serikali hatuamui mechi gani ifanyike wapi, wanaoamua ni wenye mamlaka yao, lakini sisi tumeandaa uwanja na uwanja uko tayari, na nyewe nye wenyewe mmeuona uwanja eh, wa Benjamin Mkapa ndio hapa hapa. Eh, mvua hata ikinyesha saa hizi baada ya dakika kumi tu hakuna maji ndani huu uwanja. Uh, wa Benjamin Mkapa ndio uwanja pekee tunaotegemea kwa, kwa nchi yetu, eh, wenye hadhi ya ku ya kuhosti mashindano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais anatambua hilo, ameamua kuongeza viwanja vingine viwili kwa mpigo, kwa sababu leo tunahangaika hapa kwa sababu hatuna uwanja mwingine, yaani kama sio Benjamin Mkapa, hatuna uwanja mwingine. Lakini uwanja wa Arusha kule tuko asilimia 43 leo tunakwenda, sio muda mrefu ule uwanja na wenyewe utakamilika, tunaanza kujenga uwanja mwingine Dodoma. Kwa hiyo ni shida, tunapata changamoto sasa hivi kwa sababu nchi yetu ina uwanja mmoja tu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua changamoto hii na kutambua athari zinazoweza kujitokeza kwa nchi kuwa na uwanja mmoja ameamua tutumie zaidi ya shilingi bilioni mia sita na hamsini kujenga viwanja vingine vipya viwili na tutajenga viwanja vingine vya mazoezi huo shamba la bibi, uwanja wa Uhuru na wenyewe tunauboresha ufikie sifa ya kuchezwa mashindano ya kimataifa yanayoandaliwa na Kafu. Kwa hiyo sio muda mrefu, maana yake tutakuwa tuna viwanja vinne vikubwa vya serikali vyenye uwezo wa kuhost mashindano ya kimataifa: Benjamin Mkapa, Arusha, Dodoma, Uhuru ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa nani atakayeweza kumkwamisha hapa? Sahizi wanateka advantage kwa sababu tu tuna uwanja mmoja, na uwanja wenyewe huko tayari ndio huu hapa hapa, zimeweka fedha nyingi zaidi ya bilioni 30 zimetumika. Badilisha viti hivyo, weka hii tatani, sehemu za kukimbilia mnaziona, tunakwenda kufunga mifumo mipya ya vyoyozi. Tumerekebisha vyumba sijui vya waamuzi, vyumba vya antidoping, vya madaktari. Vyumba vya marefalii ball boys na kila walichokitaka kafu tumekifanya. Tunafanya kazi bega kwa bega na viongozi wa Simba, tumefanya kazi pamoja mpaka tumefika hapa. Tulikuwa hatulali tunafanya kazi hapa usiku na mchana, kuhakikisha ile changamoto iliyotokea kwenye ile mechi siku ile tunaikabidhi na tumeimaliza. Mimi naomba waandishi wa habari, mkiona Dar es Salaam kuna mvua nyingi njoni hapa, alafu huwa ikikatika tu Hesabuni dakika ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya kumi, hamtakuta maji. Kuna kazi imefanyika, kuna pesa zimewekwa za walipa kodi humu, za kurekebisha. Sasa haya maamuzi mengine, ndio maana nasema hayo sio mamlaka yangu. Mimi siwezi kuzungumza hayo, sio mamlaka yangu. Lakini sisi tulichoambiwa tumekifanya, na nyinyi wenyewe mmeuona uwanja huu hapa.